Wasukuma ni moja ya makabila makubwa zaidi nchini Tanzania, wakiwakilisha zaidi ya asilimia kumi na sita ya Watanzania wote. Hii inatufanya kuangazia kwa undani kabila hili kama mfano wa kusisimua kwa jinsi tamaduni na mazingira vinavyoendana. Safari ya utamaduni inatupeleka moja kwa moja kwenye kabila hili, lakini kumbuka, hii ni mwanzo tu. Utaendelea kusafiri na kuchunguza utajiri wa makabila mengine zaidi ya mia ishirini yaliyopo nchini Tanzania. Historia ya Wasukuma imeunganishwa kwa karibu na mazingira yao ya asili. Wao ni wafugaji mashuhuri na wanathamini sana maeneo ya mbuga, misitu na mapori. Hii imesababisha uhamaji wao wa kihistoria kuelekea kusini mwa Ziwa Victoria, wakitafuta malisho mapya na ardhi bora kwa ajili ya maisha yao na mifugo yao. Hebu tuendelee kusikiliza. Safiri pamoja kupitia masimulizi haya na kugundua jinsi Wasukuma walivyofanya makazi katika maeneo haya na kuendeleza utamaduni wao wa kipekee. Baada ya sasa, hao makundi akaanza kuondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mara nyingi walikuwa naishi kwenye milima yenye mapango kwa sababu walikuwa hawana vitendea kazi vya kuweza kujenga nyumba, kwa hiyo makazi yao yakawa ni mapango. Baada ya hapo sasa, wafuaji wa vyuma walipoanza kuja wakaanza kuwaletea vifaa vinavyotumika kwa ajili ya ujenzi, ndipo sasa wakaanza kuondoka kwenye mapango na kuanza kujenga miji na, makwa, na katika hiyo miji kulikuwa na makazi ya pamoja watu hata wakuu kaya, kaya pengine mia moja au mia mbili wanaishi kwenye ngome moja, lakini mle ndani ya ngome kila mmoja ana familia yake mle, na mahala pa kuingilia ilikuwa ni geti moja tu, na hilo geti lilikuwa nalindwa masaa ishirini na nne na warugaruga ambao wamejihami kwa silaha Ilikuwa hairuhusi mtu yeyote asiyefahamika kuweza kufika pale bila taarifa. Akifika pale bila taarifa, anauawa kwa kuhisiwa kwamba ni ujasusi tu wa maadui zao, kwa hiyo amekuja kufanya shughuli za ujasusi ili baadaye wapelekee mrejesho. Ili usije ukapata hayo madhara, unataka kusafiri kutoka fulani, makazi fulani kwenda makazi mengine ilikuwa ni lazima mkuu wa makazi pale unapoishi apeleke taarifa kwa mkuu wa mkua, makazi yaliyo karibu na ninyi. Ukifika pale utapokelewa na huyo mahali ulipofika. Kesho yake tena anatuma kwenda makazi mengine anayofuata, hivyo hivyo hadi utakapofika kule unako unakotazamia kwenda. Baada ya hayo makazi kutumika na amani ikaanza kuingia watu walianza kuondoka sasa kwenye hao makazi, wakawa wanaondoka kikundi cha watu wachache, labda wakuu wa kaya ishirini au thelathini wanakwenda kuanzisha makazi yao sehemu, nyumba zao zikiwa karibu karibu. Hayo makazi ya namna hiyo akaanza kuipa mizengo, kwa maana ya makazi. Sasa mzengo, e, usalama ulivyozidi kuongezeka Watu sasa wakaanza kuondoka kwenye hiyo mizengo, mtu kwenda kuishi peke yake, yeye na familia yake, ikawa kaya. Nyumba hizo sasa zilikuwa zinajengwa na wananzengo, mtu peke yake alikuwa hajenge nyumba, isipokuwa alikuwa anaandaa vitendea kazi tu, nyasi, fito, kamba na miti yenyewe ambayo itachimbiwa ku, kuchim, itachimbiwa chini kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Akikamilisha vitendea kazi hivyo, basi anapeleka taarifa kwa kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Nsumba Ntale, kwa maana mkuu wa vijana. Huyo mkuu wa vijana ndiyo atawaalika wananzengo kwenda kushiriki kwenye ujenzi wa hiyo nyumba. Wakati wa ujenzi wa hizo nyumba, kila kaya, kila mama kwenye kaya anapeleka chakula, anapeleka chakula cha asubuhi na cha mchana, anapeleka kwa, kwa, kwa, kwa ajili ya kula wale ambao wanashiriki hiyo kazi. Kwa maana hiyo, mtu akitaka kuhama hiyo nyumba alikuwa hawezi akauza, kwa sababu ilijengwa na jamii, sio kujenga peke yake. Vilevile hata maeneo ambayo alikuwa anayalima huyu mtu akitaka kuhama anahama tu, haruhusiwi kuuza hiyo ardhi, kwa sababu na yeye alipewa tu, hakuinunua. Lakini kulikuwa na tofauti kidogo. Walipoanza kupanda miti ya matunda au mkonge katani, mtu alikuwa anaruhusiwa kuviuza hivyo, kwa sababu alivitengeneza yeye kwa jasho lake. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyokuwa.